E, watu ambao watalii wameingia Kenya wana package zao za kwenda kuona vitu Kenya, Kenya na zingine ziko Tanzania wanapita pale mpakani mm. Namanga. Kwa hiyo eh, commitment yetu ni kuhakikisha kwamba sisi tutaendelea kutoa ushirikiano wa kutosha, lakini pia tuendelee kuwaambia watu wetu kwa pande zote kuongeza ushirikiano, lakini na kudumisha amani ili haya mambo yote yaweze kufanikiwa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 wetu kule Nairobi pia, mm. sisi tuko available kufanya hivyo, so sisi lazima tuwasaidie mm. waheshimiwa hawa yes, kwa karibu sana. Kwa karibu sana eh.